Habari za wakati huu, karibu katika habari wikendi. Jina langu ni Rehema Salim. Kwanza tupate muhtasari wa habari. Rais na amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama Dr. John Magufuli awatunuku kamisheni maafisa wapya wa jeshi. wili wanaotumiwa kuwa majambazi wa kutumia silaha kutoka nchi jirani wameuawa katika majibizano na risasi na polisi mkoani Kigoma. Rais Dr. John Magufuli amewatunuku kamisheni waliokuwa maafisa wanafunzi 115 wa kikundi cha 63 cha mwaka 2017 kutoka katika chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli mkoani Arusha. Shughuli ya kukabidhi kamisheni hizo imefanyika katika viwanja vya Ikulu jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali akiwemo makamu wa Rais Samia Suluhu Hassan na wakuu wa majeshi ya ulinzi na usalama wakiongozwa na mkuu wa majeshi Jenerali Venus Mabeyo. Temaluge Kasoga amehudhuria shughuli hiyo leo. Ni Julai 7 mwaka 2018 ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amewatunuku maofisa wanafunzi kuwa luteni husu, ambapo zoezi lilianza kufunguliwa na wimbo wa taifa sambamba na wimbo wa Jumuiya Afrika Mashariki lakini pia rais alipata nafasi ya kukagua gwaride maalum lililoandaliwa na baadaye kusoma ama kuwatunuku maofisa hao, na wao walikula kiapo mbele ya rais kwenda kutekeleza majukumu yao. Kwa mujibu wa madaraka niliyopewa katika ibara ya 148 mabano mbili mabano a ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ninawapa kamisheni kuwa maofisa katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania katika cheo cha ruteni usu tamlinda kumtumikia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu. Baada ya hatua hiyo mkuu wa chuo cha Monduli mkoani Arusha aliweza kusoma taarifa fupi kuhusiana na kikundi hiko cha sitini na tatu cha mwaka 2017. Waliofanya vizuri zaidi elimu zao ni kama ifuatavyo: aliyefanya vizuri zaidi katika fani zote ni luteni usu Daniel Abraham Meshak, Mtanzania ambaye ana elimu ya bachelor degree of arts with education. Aliyefanya vizuri zaidi darasani ni luteni usu Emmanuel Henry Kakuba Mtanzania ambaye ana elimu ya bachelor degree of science in civil and transportation engineering. Rais ameweza kuwatunuku tunuku maofisa 118 kati yao wakiwa watatu ni wanawake na 115 ni wanaume, wakiwa sasa wanakwenda kutekeleza majukumu yao wakiwa na cheo cha luteni usu. Kutoka jijini Dar es Salaam, Temaluge Kasuga, Azam News. Wakati huo huo Rais Dr. John Magufuli kesho Jumapili anatarajiwa kuongoza Watanzania katika mapokezi ya ndege mpya aina ya Bo, Boeing 787 Dreamliner iliyonunuliwa na serikali ya Tanzania. Ndege hiyo yenye uwezo wa kubeba abiria zaidi ya 260 inatarajiwa kutua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam majira ya saa nane mchana ikitokea Seattle nchini Marekani. Hii ni ndege ya nne kuwasili nchini kati ya ndege saba zilizonunuliwa na serikali ya Tanzania kwa ajili ya kuliwezesha shirika la ndege la Tanzania ATCL kuimarisha huduma zake. Ndege nyingine tatu aina bobadia bobada Q400 tayari zimewasili nchini kuanzia mwezi mwishoni mwa mwaka 2016 na, na mapema mwaka huu, zikiwa zimenunuliwa na serikali kutoka kampuni ya kutengeneza ndege ya Bombardier nchini Canada. Na ndege nne inayotarajiwa kuwasili kesho aina ya Boeing 787 ni kutoka kampuni ya ndege ya Boeing nchini Marekani. Watu wawili raia wa nchi jirani ya Burundi waliokuwa wakiishi kambi za wakimbizi za Nduta na Nyarugusu waliofahamika kwa majina ya Nimpakalize Kliut na Mois Adolf wameuawa huku wengine wanne wakitokomea kusikojulikana katika tukio lilohusisha majibizano ya risasi kati ya askari polisi na watu hao wanaotumiwa kwa majambazi wakiwa na mabomu ya kutupa kwa mkono na silaha za kivita na sare za jeshi. Tukio hilo limeripotiwa kutokea katika msitu wa Muyovosi wilayani Kibondo mkoani Kigoma hapo jana. Taarifa zaidi na Jacob Rovilo. Hii ni kata ya Kifuru mwanzo Mgumu jijini Dar es Salaam ambapo ni moja kati ya eneo korofi katika kipindi cha mvua. Tumefika hapa tume kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma, SP Martin Otieno, majibishano ya risasi baina ya watu hao yaliyofanyika Julai 6, katika eneo la mapori ya msitu wa Muyobosi wilaya ya Kibondo, ambapo askari polisi walifika eneo hilo wakiwa na wakimbizi hao wawili waliouawa, baada ya kukiri kuwa wanamiliki silaha hizo na wamezificha eneo hilo. Japo walipofika hapo mambo yakageuka na wao tumewatanguliza mbele wale wenzao wakawa wametuona, wakaanza kuwarushia askari ambao walikuwa wanawafuatilia risasi. Kwa bahati mbaya, zile risasi zikawa zimewapata wale wenzao wawili, lakini askari kwa ueledi mkubwa wakaweza kudash chini na kukwepa zile risasi ambazo zilikuwa zimeelekezwa kwao. Kwa majambazi wanne walifanikiwa kukimbia na baadaye ndio wakawa wametelekeza hii silaha SMG, lakini ni baada ya kuishiwa risasi. Pamoja na kutelekeza hii silaha SMG, walitelekeza pia uniform uniform hizi ambazo zinatumiwa na polisi wa Burundi, tukao tumezikuta wamezitelekeza. Lakini kama haitoshi, pia tukakuta pia bomu la mkono, bomu la mkono la kutupa, ambao pia walikuwa wameificha katika maporo yao ya myovo. Hii ni mara ya tatu kwa mwaka huu jeshi la polisi Kigoma wakiripoti kukamatwa au kuuawa kwa wanaodaiwa majambazi wanaoishi kwenye kambi za wakimbizi huku wakituhumiwa kujihusisha kumiliki silaha kinyume cha sheria na pengine kuzitumia kwa ujambazi. Jacobo Ruviro, Azam News Kigoma. Wananchi wa kata ya Kinyerezi mtaa wa Kifuru jijini Dar es Salaam wameomba serikali kuwasaidia fedha kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa daraja ambalo linawasaidia kuvuka na kwenda majumbani mwao wakati wa kipindi cha mvua. Akizungumza na Azam News, mwenyekiti wa serikali za mtaa wa Kifuru amesema kuwa kwa kipindi kirefu, hasa nyakati za mvua, wamekuwa wakipata changamoto ya kuvuka kutoka katika eneo hilo, kujaa maji, kujaa maji kutokana na eneo hilo kujaa maji, hali ambayo inawasababisha hata watoto kushindwa kwenda shule. Upendo Michael ana taarifa zaidi. Hii ni kata ya kifuru mwanzo mgumu jijini Dar es Salaam, ambapo ni moja kati ya eneo korofi katika kipindi cha mvua. Tumefika hapa, tumezungumza na baadhi ya wananchi ambao kilio chao nakielekeza kwa serikali iwasaidie kwenda kuwapa fedha kwa ajili ya kumaliza ujenzi wa daraja ambalo tayari wananchi wameanzisha kwa kutumia nguvu zao wenyewe. Lakini kwa upande mwingine, mwenyekiti wa serikali za mtaa huu ameweka bayana ni kwa namna gani ambavyo wameanza hadi kufika hapa. Tunapata tabu sana, hususani watoto kwenda shule na watu wazima kwa maana mawasiliano walikuwa na, na kata sasa. Tunashukuru ni kwamba baada ya hapo tulikaa vikao na baadaye wananchi waliunga mkono jitihada na baadaye tukawa na umoja kwa ajili ya kuanza kazi katika eneo hili. Nimepata ni nafasi ya kuzungumza na baadhi tu ya wananchi wa eneo hili ambao wameweka bayana changamoto mbalimbali mbali ambazo zinawakabili katika kipindi cha masika. nikiwa nyumbani mvua ikinyesha, basi nitakuwa ni wa nyumbani ni wa hata shughuli zangu zinasimama nikiwa kwenye shughuli zangu kazini, yani mvua ikinyesha huku siwezi kurudi. Wakati wa masika watu hawapiti, mvua zinanyesha, yaani aliyepo huku atakaa huku huku, na yule wa kule naye atakaa kule kule. Jumla ya shilingi milioni ishirini na tano zinahitajika kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa daraja hilo, lakini pia kutengeneza barabara za maeneo mbalimbali ya mtaa huo. Upendo Maiko, Azam News, Dar es Vyama vya ushirika nchini vimetakiwa kuongeza uzalishaji ili kukidhi mahitaji ya chakula vinavyoingizwa nchini kutoka nje. Akizungumza katika siku ya maadhimisho ya siku ya ushirika duniani, Waziri wa Biashara na Viwanda Balozi Amina Salum Ali amesema moja ya mikakati ya sera ya biashara na kuimarisha usarifu wa mazao na kuongeza thamani ya mazao ya kilimo. Balozi Amina amesema serikali inahitaji vyama vya ushirika vilivyoimara ambavyo vinaendeshwa kijasiria mali ambapo vitazalisha mali ghafi kwa kuendeleza viwanda vidogo vidogo ndugu na ushirika, naomba nitoe wito kwa vyama vya ushirika. Ili viingie katika uzalishaji wa uhakika na wenye tija wa bidhaa zake, ni lazima vizingatie mambo yafuatayo. Kwanza, vyama vya ushirika viondoe uigaji usio na manufaa katika uanzishaji wa viwanda vya ushirika. Kwa mfano, chama eh, kimaanisha kiwanda cha kusindika tungule, basi na vingine navyo vinafuata mtaratibu ule ule. Zoezi hilo linahitaji wanaushirika kuzalisha kwa kiwango kikubwa na kuongeza thamani ya bidhaa zao na kutoa huduma bora kwa kuanzisha viwanda vidogo vidogo vya uzalishaji vile. Tunaishauri serikali ivithamini sana vyama vya ushirika, hasa hivi vidogo vidogo, kwani ikishauri sana, vijana wote watahamasika kuingia katika ushirika, hivyo itakuwa lile janga la ajira limeondoka. Zanzibar nayo imeungana na mataifa mengine kuadhimisha siku ya ushirika duniani, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu, uzalishaji wa matumizi ya bidhaa na huduma uwe endelevu. Zaidi ya mabasi ya sitini yamekutwa na hitilafu za katika mfumo wa breki, injini, matairi pamoja na ukosefu wa mikanda kwenye viti vya abiria, jambo ambalo limesababisha baadhi ya mabasi kuzuiwa kuendelea na safari, huku mengine madereva wake wakitozwa faini na kutokiwa kufanyiwa marekebisho kabla ya safari. Kamanda wa polisi mkoa wa Arusha Ramadhani Nganzi amesema wameabaini hayo katika operesheni ya kushtukiza chini ya kikosi maalum cha usalama barabarani katika stendi kuu ya mabasi ya Arusha, lengo likiwa ni kudhibiti ajali za barabarani, ambazo hadi sasa wamefanikiwa kwa asilimia sabini na tano kuzipunguza. ukaguzi huo, tumeweza kubaini baadhi ya madereva hawana leseni au leseni zao walishapigwa faini na wajazilipia, na pia hapo magari tumewagundua ni mabovu, tumeyasitisha safari yao na kuchukua hatua za haraka. Kuna baadhi ya magari tairi zao sio nzima, e, mifumo ya, ya breki pamoja na mifumo ya, ya, ya usukani sio mizima, tumezuia kwayo. Kwa hiyo kwa takriban magari mia mbili kwa siku yanaingia hapa, e, mkoani kwetu. Tumejitahidi, e, vijana wetu wa, wa usalama barabarani, mpaka sasa hivi mkoa wetu wa Arusha hakuna ajali yote ambayo imetokea na tunataka ku maintain hiyo rekodi yetu, ila ambalo likitokea mimi na wewe, ambalo hatulihitaji mkanda pekee utabaki umekushikilia, mikono yako itashika kila mahali, lakini haitaweza kwa hiyo. Ni vizuri elimu hii mkaipeleka katika familia zenu. Nawapongeza sana jeshi la polisi kwa kazi nzuri wanayofanya na na wanatoa hata ushauri kwa madereva wenzao. Oh, kama mimi gari kwa usalama kwa sala Zoezi hilo li, licha ya kuwakumba madereva wa malori, limeendelea pia sambamba na mabasi pamoja na upimaji wa vileo kwa madereva kabla ya kuanza safari. Chama cha Wananchi kafu upande unamuunga mkono mwenyekiti wa chama hicho Profesa Ibrahim Lipumba, kimesema kuwa kimejiandaa vyema katika kushiriki uchaguzi wa marudio unaotarajiwa kufanyika katika majimbo yote ikiwa ni pamoja na Zanzibar pamoja na Tanzania Bara. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, naibu katibu mkuu wa chama hicho Magdalena Sakaya amesema chama cha kafu kitashiriki ikiwa ni moja ya njia ya kutimiza katiba pamoja na sheria ya vyama vya siasa nchini. Kwa mujibu wa Sakaya, kumekuwa na tetesi mbalimbali mbali ambazo zinahusisha chama hicho kutoshiriki uchaguzi huo, jambo ambalo limemsukuma kuweka bayana ukweli juu ya hilo, huku akiomba Tume ya Taifa ya Uchaguzi kufanya marekebisho katika sehemu ambazo zinaonekana kuwa na udhaifu kwa uchaguzi wa marudio wa jimbo la Kinondoni. Mojawapo ya kazi ya rusuku ya serikali ni kuhakikisha kwamba vyama vinaingia kwenye chaguzi mbalimbali mbali. Kwa hiyo tunaingia kwenye chama kwenye chaguzi hizo kwa sababu tunayo sababu kwamba tunashiriki kama chama cha siasa, lakini pia kuna maeneo ya Zanzibar Zanzibar, kutokana pita, wa na uchaguzi uliopita tulipata wawakilishi, lakini kutokana na mgogoro uliokuwepo upande wa Zanzibar wala hawakuapishwa hawaku hawakuwa wakilishi, kwa hiyo hawakushiriki wawakilishi mpaka hivi leo tunavyoongea. Kwa hiyo inapotokea fursa, tunayo kila sababu, tuliingia hasara kama chama kutokuwa na wawakilishi mpaka leo upande wa Zanzibar. Kwa hiyo inapotokea popote pale, sasa hivi kuna nafasi, lazima kama chama tu, tuweke wagombea tuweze kuhakikisha kwamba tuna uongozi pande zote Zanzibar, tuna viongozi wa majimbo tuna viongozi wa wakilishi wa, wa, wa, wa, wa, wa, lakini pia bara tuna viongozi wa majimbo na kwenye kata mbalimbali. Unaendelea kuangalia habari wikendi. Jina langu ni Rehema Salim. Naendelea kuangalia habari wikendi. Jina langu ni Rehema Salim. Serikali inaamini kuwa kuna uwezekano wa kuwa na maendeleo ya viwanda bila kuathiri mazingira maeneo mbalimbali ya nchi. Hayo yamesemwa na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, January Makamba, pamoja na waziri wa viwanda na biashara Charles Mwijage wakati wakizungumza na waandishi wa habari katika viwanja vya maonyesho ya kimataifa ya biashara maarufu kama Sabasaba, barabara ya Kilwa, jijini Dar es Salaam. Upendo Michael ana taarifa zaidi. Julai saba ya kila mwaka ni siku rasmi ya maonyesho hayo ya kimataifa ya Sabasaba ambapo wafanyabiashara pamoja na wananchi kutoka maeneo mbalimbali ya ndani na nje ya nchi hufika katika viwanja maalumu vya maonyesho ya Sabasaba kwa lengo la kujionea bidhaa zilizopo na kununua, huku wafanyabiashara nao wakiingia mkataba wa kibiashara na kampuni mbalimbali zinazoonyesha bidhaa katika viwanja hivyo. Viongozi wa serikali ikiwa ni pamoja na mawaziri wa wizara mbalimbali wamefika katika viwanja hivyo kwa ajili ya kujionea hali halisi ya maonyesho hayo. Kama serikali, tunachukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba viwanda vinajengwa kwa kasi uh, lakini vinajengwa kwa namna ambayo tunahifadhi mazingira uh, tumezungumza kuhusu uharakishaji wa upatikanaji wa vibali vya ujenzi wa viwanda, lakini na urahisishaji wa upatikanaji wa vibali hivyo na kupunguza gharama na tozo mbalimbali zinazotozwa katika kupata vyeti vya mazingira e, TAMISEMI wakishatenga eneo eka 100 eka mia e, mbili, ile eneo litafanyiwa environmental impact assessment as a block. Kwa hiyo unapokuja utapewa ile provision e, certificate unaingia pale unaanza kufanya kazi. Kwa hiyo ndivyo tunavyoshughulikia, lakini swala la mazingira ni muhimu. Kwa ujumla kuna mkusanyiko mkubwa wa watu ambao wamekuwa wakienda hapo kwa lengo la kununua bidhaa au kuburudika na familia zao ikizingatiwa kuwa mwisho wa maonyesho hayo ni Julai 13 ya mwaka huu. Upeno Michael, Azam News, Dar es Salaam. Mkuu wa wilaya ya Tandahimba mkoani Mtwara, Sebastian Wailuba, ameagiza makampuni yanayouza na kusambaza viuatilifu kwa ajili ya kukinga na kutibu wadudu na wagonjwa wa magonjwa ya zao la korosho kuhakikisha kuwa wanazisambaza bidhaa hizo vijijini ili kuwarahisishia wakulima kununua kwa bei nafuu. Mohamed Mwaya anakuja na maelezo zaidi mkurugenzi wa masoko wa kampuni tanzu ya Mokrops Tanzania Gerard Mzalondiu anasema na kiuatilifu hicho kitasaidia kupunguza makali kwa wakulima wa korosho ya kununua kwa bei ya juu kutoka kwa wauzaji wa mitaani ambapo lita moja itauziwa kwa bei ya shilingi elfu kumi na nne badala kampuni, itabiltu, ya elfu ishirini kampuni itabidi tuchukue nguvu ya ziada kwenda kupita kwenye vyama vya msingi amkosi kuhamasisha na kueleza kwamba dawa ziko tayari, kama kutakuwa na effort nyingine namna ya kufikishia zile dawa kwenye maeneo ambayo atakuwa nahusika, huo taratibu tutakuwa pamoja, pamoja tutafanya kikao pamoja na watu wa CBT na, na kama kampuni na taneko ili kuhakikisha kwamba mzigo unafikia mkulima kwa wakati na hasa kupitia kwenye chama cha msingi, kwa sababu inaonekana kabisa mpaka sasa hivi dawa la zipo lakini hakuna mawasiliano. Sebastian Oriuba ni mkuu wa wilaya hiyo, anasema licha vywatilifuepo kufika katika ghala kuu, ila bado kuna changamoto ya wa kuwafikishia wakulima kwa urahisi katika maeneo yao. Pembejeo imefika isionekane kama pembejeo haipo, kwa sababu isipowafikia kule watadhani pembejeo hakuna atapiga kelele, na sisi tunahitaji kuzalisha sana koroshi kuliko mwaka uliopita. Wakulima wazao hilo wanazungumziaje vywatilifu hivyo? Hili jambo waliolifanya ni jambo moja ambalo kamba ndina muhimu sana kwa hivyo nashukuru kwa kutuona sisi wakulima na kutuona kama moja kwa moja kama hao watu wana tabu ya dawa. Zidi kuendeleza hata mwakani watupelekee ili tusaidie wakulima wakulimainduliwa kwa viuatilifu hivyo. Kutasaidia kwa kiasi kikubwa wakulima kujiandaa na msimu mpya wa kilimo cha zao la korosho, hususan magonjwa ya blight na ubwiri unga ambayo yamekuwa ni tishio katika zao hilo. Mohamed Mwaya, Azam News, Mtwara. Katibu tawala mkoa wa Kigoma, uh, Charles Palanjo amesema huenda serikali kuu ikavunja baraza la madiwani wa halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji kutokana na kupata hati chafu mara tatu mfululizo, na kwamba kinachongojewa sasa ni ukaguzi maalum unaoendelea sasa kwa kukua... kuwa kamati iliyoundwa kuchunguza chanzo cha upatikanaji wa hati hizo toka Tamisemi iliwasilisha ripoti yake. Hayo yamebainishwa hii leo katika kikao maalum cha baraza la madiwani kilichoketi kupokea rasmi taarifa ya mkaguzi wa nje CAG, kuhusu hoja 91 zilizopelekea kupata hati chafu, ambapo baadhi ya madiwani wamekiri kuwa na uwezo mdogo wa madiwani katika usimamizi wa halmashauri ni moja ya sababu ya hati hizo Ofisi ya rais TAMISEMI ameshatuma watu timu ya kuja kuangalia eh, hali halisi ya halmashauri ya, ya, ya manispaa, lakini vilevile na hii hi uchunguzi ambao unaenda sasahivi wa, uh, wa specialist. Kwa yote hayo sasa wakiyachanganya okay, pamoja watafanya maamuzi kwamba a ni lazima kwanza huyo unayempa mamlaka ya kwenda kumsimamia mtu ambaye ana uwezo zaidi wa kitaaluma vilevile umwezeshe umfanyie capacity builder. Wananchi wasiwe na jaziba katika kuchagua, kwamba si kila mtu anatakiwa awe mwakilishi wa wananchi kwenye nafasi ya udiwani au nafasi ya ubunge. Ni lazima ifikie mahala watu wapime watu kwanza, moja ya jambo ambalo tunapaswa kulichukua na halmashauri sifutu ni kuchukua hatua kwa wote waliohusika kwenye hoja ambazo zimesababisha halmashauri kupata hati chafu, na mojawapo ni kuwachukulia hatua za kinidhamu, lakini kama kuna hatua za kisheria, ili wapeleke kwa hatua za kisheria, kwa maana mahakamani. Halmashauri hiyo imejikuta ikiingia katika tatizo la kupata hati chafu mara tatu mfululizo kwa mwaka wa fedha 2014 na 15 na 2016 na 17, ambapo katibu tawala amesema hatua za kuvunjwa au kutovunjwa kwa baraza hilo liko mikononi mwa mamlaka za juu. Rais na amiri jeshi mkuu wa jeshi la ulinzi na usalama, Dr. John Magufuli awatunuku kamisheni maafisa wapya wa jeshi. Watu wawili wanaotumiwa kuwa majambazi kwa kutumia silaha kutoka nchi jirani wameuawa katika majibizano ya risasi na polisi mkoani Kigoma. Basi, kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea habari wikendi, jina langu ni Rehema Salim nikisema asanteni, na saa mbili na nusu mtakuwa naye Ahmed Abdalla katika mshike mshike wikendi.